Ni wa kwanza kupata habari kutoka JTV subscribe. wa na mloo ina changamoto ya maji katika watu mia <coughs> wanaopata maji ni watu 50 na serikali imetoa fedha nyingi hapa. Sasa hivi tuna miradi miwili ambayo inaendelea <coughs> mradi mmoja ni huu wenye bilioni saba, lakini tuna mradi mwingine tena ambao kituo cha kusafisha kinajengwa kinaboreshwa, kule chini kwenye kile cha awali, na lengo ni kuwezesha wananchi wa Mlowo na Vwawa kupata maji ya uhakika. Amesema hapa mkurugenzi wetu wa Mamlaka ya Maji Vwawa Mlowo kwamba kituo hiki kikikamilika na mradi huu ukikamilika kwa asilimia mia moja utaongeza upatikanaji kwa asilimia 26 wa maji. Kwa hiyo tutatoka asilimia 50 nukta sita kwenda asilimia 76. Hii sio kazi ndogo, ni kazi kubwa. Mradi unatumia bilioni 7.3, na fedha hizi zote zinatolewa na serikali, na kwa hiyo kwa dhati kabisa tunabudi kumshukuru sana Mheshimiwa Rais na serikali anayoiongoza kwa upendo mkubwa kwa wanamloo na vwawa katika kutatua changamoto na adha ya maji kwao. Lakini la pili, tuwashukuru Wizara ya Maji chini ya Mheshimiwa Aweso waziri na timu yake kwa kuona umuhimu wa ku sukuma bajeti kwa ajili ya mradi huu. Tumeona mkandarasi amelipwa, lakini bado hawajakamilisha uh, advance payment. Na kazi ya sisi viongozi sio kuja tu kuona kuweka mawe ya msingi na kuondoka, ni kuona na changamoto na kuzichukua kwenda kuziwekea msukumo ili zitatuliwe. Kwa hiyo kazi yangu hiyo na, na, na, na. Naibeba na, na wala sina wasiwasi, tutaenda kuweka msukumo. Bahati nzuri nitakuwa Dodoma wiki ijayo, nitazungumza na waziri wa maji atusukumie hiyo advance payment ikamilike, lakini pia najua sasa iko asilimia 38 naenda 40, kwa hiyo ataomba kesho kutwa tu certificate. Kwa hiyo wakati wanatuletea basi waongeze kidogo, na ambazo tutakuwa na uwezo wa kulipa certificate ya kwanza ili mkandarasi asikwame kwa sababu kwetu hapa maji hayaji kwa sababu ya starehe, yanakuja kwa sababu ya huduma na wananchi wanayehitaji. Kweli tuna upungufu, tunahitaji maji na kwa kweli hili, hili lazima tuliweke msukumo yo. Mwisho nirejee kuwapongeza mnaosimamia, lakini nimpongeze mkandarasi, pamoja na kwamba hakukamilishiwa advance payment, lakini yuko site anaendelea kufanya kazi. Mheshimiwa DC kazi yenu ni kusimamia kuhakikisha thamani ya fedha kwenye mradi huu inaonekana. Na kwa sababu design ya mradi ni design ya nzuri, inaendeshwa kwa gharama ndogo, ni mradi wa mseleleko au gravity. Kwetu sisi, cha msingi ni kuhakikisha kila kinachotakiwa kuwepo kiwepo, kwa ubora ule unaotakiwa. Kama ni nondo, tunatakiwa tuweke BS 500 iwe BS 500, sio BS 300. Kama ni zege, inatakiwa kuwa kiwango fulani, kiwe kiwango hicho. Tusicompromise kwa sababu tukicompromise na quality, madhara yake yatakuja kwenye lifespan ya mradi, jambo ambalo halitakuwa la busara. Sisi viongozi tumepewa dhamana, halafu lionekane kwamba kwenye usimamizi kulikuwa na na mushkele. Tunamshukuru sana mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan kwa miradi mikubwa ambayo ameelekeza kwenye halmashauri yetu ya Mbozi na kwenye kata hii ya Samba.